Mimi nimekuwa mbunge, nimekuwa mbunge maisha marefu sana. Wakati ule nikiwa Regional Commissioner nilikuwa mbunge. Nimekuwa mbunge wa kuchaguliwa na miaka ishirini na tano nimekuwa mbunge tena kwa kuchaguliwa, mara ya tatu nimechaguliwa. Karibu mara ngapi? Mara nne. Lakini vile vile pamoja na kuchaguliwa mara nne, nimekuwa mkuu wa mkoa na wakuu wa mkoa wakati ule nilikuwa naingia katika bunge. Kwa hiyo ukijumlisha miaka yangu katika bunge thelathini kwa hiyo nikitaka nikueleze ubunge unavyopatikana. Unapatikana kwa kujenga mahusiano na watu. mm. Hey. Hey. Wanachama wana haki ya kuchukua fomu si ndio? Ila na ushauri kwa wala wanachama wapi? Wanaotaka ubunge. Wakati sisi zamani tukiwa watoto ukitaka kuvuka mto, maana madaraja yalikuwa hakuna na mito kama inatirika hivi unaenda na fimbo <laughs> una unatanguliza una, una, una fimbo uone kama fimbo itatikiswa Ma na maji, maana fimbo no umeishikilia, lakini wewe uko mbali ikitikiswa na maji mpaka itake kwenda, uingii pale, maana ukiingia utaenda wewe. Mimi na washauri wanachama wenzangu wapya, wanaotaka ubunge, hakuna mtu anawazuia hata kidogo. Ushauri wangu ni kwamba watembee na fimbo kwanza, watazamani kina cha maji. Basi wakiona kima ni kigumu au rudi. Usubiri mpaka mtu utakapofanya, sijui kama utapungua kabla uchaguzi haujaisha uchaguzi